Heri ya mwaka mpya, na salamu za mwaka mpya. Baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nawe. Karibu katika sauti ya Rhapsody ikiwa leo basi ni Januari mosi elfu mbili na ishirini na tano. Utukufu kwa Mungu aliye hai, kwa neema zake, kwa huruma zake, kwa upendo wake ametuweka hai, bila shaka usalama wewe na familia yako. Naitwa Zawadi Machibia na kukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo basi ni siku ya kwanza kabisa ya mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na tano. Tafakari ya neno la Mungu inaandaliwa na Mchungaji Chris. Basi ujumbe wetu leo tunaoanza nao mwaka unasema jibidiishe kwa ajili ya Bwana, jibidiishe kwa ajili ya Bwana. Neno la msingi linatoka katika kitabu cha Yakobo sura ya tano mstari wa saba nalo linasema kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Mchungaji Chris katika ufafanuzi wa tafakari ya leo anasema mwaka huu ni mwaka wa kipekee kabisa na mojawapo ya mambo unayopaswa kuyapanga kufanya kila siku ni kuzungumza na watu kuhusu Yesu. Hubiri injili kwa hamasa kubwa. Uharaka wa wakati unalazimisha kufanya hivyo. Bwana anakuja hivi karibuni. Tunapozungumza kuhusu kuja kwa Bwana, hili ni tukio la pili la ujio wake. Kuna tukio lingine muhimu katikati, nalo ni kunyakuliwa kwa kanisa, linajulikana kama Unyakuo wa kanisa. Unyakuo ni tukio ambalo Biblia inalielezea kuwa wafu katika Kristo watafufuliwa na sisi tulio hai na watuliobaki tutanyakuliwa pamoja nao na kuchukuliwa kutoka katika ulimwengu huu ili kumlaki Bwana angani. Tukio hili kunyakuliwa kwa kanisa liko karibu sana. Hivyo, Biblia inasema katika Petro wa wa pili sura ya tatu mstari wa 11 kwamba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 wajibidiisha kwa ajili ya Bwana au kwa ajili yako mwenyewe, kampuni yako au familia yako ya duniani? Unafanya nini kwa ajili ya Bwana? Kuna mtu aliwahi kusema, huduma kwa mwanadamu ni huduma kwa Bwana. Huu si ukweli kamili. Huduma kwa mwanadamu inazungumzwa kuwa huduma kwa Mungu ni ile huduma ambayo Mungu amekuagiza kufanya, na si tu huduma yoyote ile kwa wanadamu. Kwa hiyo ishi kwa ajili yake kama vile Biblia inavyosema katika Wakorinto wa pili sura tano mstari wa kumi na tano neno linasema tena, alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao na pia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58 Biblia inasema basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mnajua ya kuwa taabu yenu sio bure katika Bwana. Ukiri, ninaishi kila siku nikiwa na ufahamu kuwa kurudi kwa Bwana kukaribu karibu nikiendelea kuwa na bidii katika kazi aliyoniita kuifanya kuwaleta wengine kwa Kristo na kufadhili Injili. Ninaimarishwa kuishi kulingana na neno la Mungu, nikizaa matunda yanayolitukuza jina lake katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi yanapatikana katika kitabu cha Wakorinto wa wa Thesalonike wa kwanza sura ya 4, mstari wa 16 hadi wa 17 na pia Petro wa kwanza sura ya nne na mstari wa saba. Mungu akubariki na uwe na mwaka mpya wenye baraka tele. Asante.